Muulizeni amepanga vipi, muulizeni namna gani, je, kwaendeka? Hakuendeki? Alhamdulillah, sisi kama watoto wa Alalama Sayyidi, twamkubali Abualama kama namna mzee alivyokuwa amemweka mbele, na sisi twamweka mbele kama mzee wetu, na sisi twamtambua kama mzee wetu, kwa ajili tulimuona namna gani mzee akimuheshimu na mzee akimweka mbele katika mambo yake yote, wata mambo ya safari mpaka mambo ya kimadarasa. Ikifika jambo la kimadarasa, mweleze Abualama. Ikifika kuna kitu fulani, ofisi fulani, jambo fulani, kuna wageni watakuja kutoka Hadhramuti, kuna wageni watakuja kutoka kutoka Suudia, kutoka London, mwambieni Abualama mpaka sisi wenyewe umsikitikia, manake mambo yote mwambie ni Abualama yale nyo. Ni mahaba makubwa ambayo kwamba mzee wetu alikuwa naye kwa Al-Habib Mohsin, na inshallah mahaba kama yale yatadumu, mahaba kama yale yataendelea kama yalivyokuwepo. Na sasa yako Habib Mohsin, utamwona wakati wote yuko katika dawa, amewekwa kwenye dawa na mzee wetu na maulidi kama haya alikuwa alwalida akihudhuria, akiona raha sana. Utamuona furaha alokuwa nayo na bashasha alokuwa nayo na bashasha alokuwa nayo na akitoa huku akifurahika kwa ajili uko kwenye nyumba ya Alaidarus, na kama tulivyoambiwa, Alaidarus yuhi nufus

ndio huyo babu yao al-Aidarus Abdallah bin Abi Bakar bin Abdul Rahman as-Saggaf. Yule Abdallah al-Aidarus babake ni Abi Bakar as-Sakran, yule ambaye kwamba tuliwafatia fata ila hadrat sayyidina Abi Bakar as-Sakran. Abi Bakar as-Sakran babake ni Abdul Rahman as-Saggaf ambaye kwamba yeye alifika katika makamu ambaye kwamba haya niki. Kini huwa al-Aidarus alipata bahati kulelewa na babu yake Said Abdurahmani Sagaf. Said Abdurahmani Sagaf <coughs> Alaidarusi alipofika miaka minane, huyu babu yake alikufa, akalelewa na babake ambao kwamba ni Abibakar Sakran. Abibakar Sakran, ilipofika Alaidarusi miaka kumi, alikufa.

na yeye ni miaka 25 akakataa, akasema vipi mimi leo nitashika makamu na niko na wazee wangu na mimi bado ni miaka udhibi ajila ani qalbi sada lisayyidina abi fidini abi fidini muhiddini haqqan la tahkimuna wa bihi tadina. Kamsifu katika kasida yake bismillah, kasida Sayyidna Abubakar Al Adani kasema wa dhikrul aidarus, na kumtaja huyo Al Aidarus

Shikana shikana, moyo wa ufunguke nenda oh. Kwa Alaidarus wewe, nyoyo zitafunguka, lakini lisadiqina, ataka ukweli usende kujaribu eh? Na sisi tumekuja kwa Alaidarus hapa, inshallah mambo yote yatafunguka yeah. Nimeona ameanza kufunguka hivi <laughs> <laughs> anil qalbi sada lisadiqina, kwenye ukweli ukenda, kwa Alaidarus ukamkusudia, ukamtilia nia, ukatawasali naye, kwa hakika basi mambo Afifu din yani afifu din Muhyiddin, hakan mwenye kuuisha dini, hakan wakamenau tahkimuna, tahkimu yetu ikokwake, pamoja na kualipatiwa ni mtoto mdogo, lakini Mwenyezi Mungu alimjalia na haiba, alautahkimu yetu iko ikokwake, wabihi qadaina, na sisi tumemfuata yeye. Nataka kumweleza Alaidarus, na mlango wao ni mlango wa elimu mlango wa fakhri, mlango wa wilaya, mlango wa senti.